Tegemea Mungu. Simba imeamua kumkimbilia Mungu, na kila amtegemeaye Mungu lazima apate matokeo mazuri. Na jana mtumishi wa Mungu Apostle Mwamposa ametutuma hapa na mafuta ya upako, tukawawekea mafuta wa wachezaji wote jana na tukaiweka wafu uwanja wa taifa. Hakuna uchau utakaoingia pa uwanjani, na mchezo ulienda kitaalamu. Simba wamecheza mchezo wa viwango na jana baada ya kuwawekea mafuta, mafuta Simba nimewaambia mnashinda goli tatu, kwa sababu walikuwa nadaiwa goli mbili, nikambia goli mbili mnailipa na mnapata nyongeza yenu, na tumeona kipindi cha kwanza, na nimesema kipindi cha kwanza lazima Simba, nikasema atarudi atalipa deni yake, akalipa. Nikasema hii ni nyongeza hii ataipata baadaye, na tumeiona, Mungu amefanya kazi. Amna haja ya kumkimbilia wachawi na waganga. Mungu anaweza. Simba wamemtegemea Mungu na wamecheza kwa viwango, wameshinda na Mungu ameonekana. Utukufu umrudilie Mungu. Nawapa hongera wachezaji wote wa Simba, nawapa hongera uongozi wote wa timu ya Simba, nawapa hongera mashabiki wote wa Simba na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu ushindi huu sio ushindi wa Simba, ni ushindi ya Tanzania kwa ujumla. Mungu awabariki sana.